Kwa ajili ya upigaji picha maalum, timu ya wapiga picha inajaza maji kwenye bwawa lenye kina kirefu sana na kudondosha sofa ili mwanamitindo apige picha juu yake. Day anafanya kazi kwenye upigaji picha huo na amemuomba mpenzi wake Koi amlete mbwa wao anaitwa wa Lucky ili nayeonekane kwenye picha. Kwa kuwa Day ana ugonjwa wa kisukari, inabidi achukue muda kidogo kuchoma sindano yake ya insulin. Koi anampatia kampani na kutoa kisanduku cha muziki ili kumtania kuwa na mimba, jambo ambalo linamuudhi Day. Upigaji picha unaendelea vizuri na Laki anaonekana kuwa mwanamitindo bora kwa kufanya doria zote ambazo Day alimfundisha kwa kutumia filimbi. Siku inayofuata, Day na Laki wanarudi kwenye hilo bwawa ili kusafisha na kupaweka sawa kwa sababu hapatakuwa tumika kwa muda. Kabla ya kuanza kazi, Day anapumzika juu ya boya la kuelea huku akimrushia Laki mpira uchezee. Haoni gazeti lilo chini linaloonya watu kuhusu mamba aliyepotea mjini. Wakati Laki akitafuta mpira wake, anasikia sauti ya ajabu kwenye chumba cha mitambo na kubweka. Furaha inakatishwa wakati mmiliki wa bwawa anapovuta leva ya kutoa maji bwawani na kumfunga Laki kwa mnyororo kwa hofu kwamba mbwa huyo anaweza kutumbukia bwawani. Mwanamume huyo anamkumbusha Dei kuanza chazi na kumwaga akisema anaenda likizo kwa miezi mitatu. Kabla hajaondoka, Dei anamwomba amwagizie pizza, akidhani ana muda mwingi kabla maji yote hayajaisha. Dei anaendelea kupumzika kwenye boya lake na kupitiwa na usingizi. Anapoamka, anagundua kuwa amezama chini sana kwenye hilo bwawa lenye kina kirefu na mara moja anapata hofu, kwa kuwa hakuna ngazi. Anaogelea hadi ukutani na kujaribu kupanda, lakini hakuna pa kushika na anaishia kuumiza ukucha wake. Kisha Dei anajaribu kutumia boya ili kupanda, lakini linatereza sana na anaanguka. Dei anachukua mkanda wa koti lake na kufunga miwani yake mwishoni ili kurusha juu ya ukingo wa bwawa. Anafanikiwa kugonga simu yake ya mkononi lakini nguvu haitoshi kuisukuma ianguke ndani. Dei anaanza kupiga kelele kuomba msaada bila mafanikio, lakini wakati huo huo simu yake inaanza kuita na kutetemeka, kitu ambacho kinaisukuma taratibu kuelekea ukingoni. Dei anasubiri kuidaka, lakini anatosheshwa na Laki ambaye anateleza na kuning'inia ukingoni mwa bwawa kwa kamba yake. Kwa kukata tamaa, Dei anaogelea haraka na kutumia boya kumsukuma Laki juu na kumwokoa kabla kamba hajamnyonga. Hii inamaanisha haipo tayari kuidaka simu inapoanguka, lakini bado imeunganishwa na chaja, hivyo inaning'inia ukutani mwa bwawa. Dei anakimbilia kuifuata lakini haifikii, hivyo anabidi aruke. Kwa bahati mbaya, mkono wake unaochomoa waya na simu inaangukia majini. Anapoizamia na kuchukua, maji yameshaikausha. Baadaye Dei anaamua kuzuia maji yasendelee kutoka, hivyo anazamia na kuziba tundu la kutolea maji kwa kutumia koti lake. Katika harakati hizo mnyororo wake wa kiunoni unanasa kwenye koti. Wakati Day anahangaika kujinasua, muuza pitsa anafika na haoni mtu, anampigia miliki wa bwawa ambaye anamwambia aache pitsa na kuondoka. Day anapofanikiwa kujinasua na kuibuka juu kupiga kelele, muuza pitsa na kuwa anaondoka na pikipiki na hasikii chochote. Hana la kufanya zaidi ya kusubiri, hivyo Day anapanda kwenye boya na kulala tena. Muda mchache baadaye, Koi anakuja na, na kudhani Day anajifurahisha, hivyo anaamua kujiunga naye anapanda kwenye sehemu ya kurukia na kujaribu kuruka lakini anateleza na kujigonga kichwa wakati akianguka. Kubweka kwa laki kuna mwamusha Day ambaye anaogelea haraka kumwokoa mpenzi wake aliyepoteza fahamu. Day anachukua koti lake kufunika jeraha la Koi na kumweka juu ya boya huku akiomba msaada bila mafanikio. Usiku unapoingia, maji yamepungua kiasi kwamba Day anaweza kusimama kwa miguu. Anaangalia jeraha la Koi na kuwa na wasiwasi kwa sababu bado linavuga damu. ghafla sauti nasikia na Laki anaanza kubweka sana. Yule mamba aliyepotea alikuwa amejificha kwenye chumba cha mitambo na sasa anatoka nje. Day anamwona na kumnyamazisha Laki, lakini mbwa haachi kubweka na mamba anaanza kumfuata. Hata hivyo, mamba huyo anateleza na kutumbukia bwawani pia. Day mwenye hofu anaangalia chini ya maji kumchunguza mnyama huyo. Anapohisi mamba akiogelea karibu na miguu yake, Day anapanda juu ya sofa ilikuwa juu, kisha anamfokia Laki akimlaumu kwamba anamvuta mamba bwawani. Asubuhi bwawa halina maji tena, mamba amelala na Koi bado hajapata fahamu. Day anaona kitu kwenye mfuko wa Koi na kushtuka kukuta kipimo cha mimba chenye majibu positive. Habari hiyo ni nzito, lakini anaahidi kuwa mambo yatakuwa sawa. Anapoangalia jeraha la Koi anaona bado linavuja damu. Anaangalia huku na kule na kugundua kuna soltepu imekwama kwenye mdomo wa mamba. Kwa uangalifu Dei anamsogelea mamba, huku laki akibweka kumwonya. Kwa bahati nzuri, mamba haamki na Dei anamnyamazisha Laki kabla ya kujaribu tena. Anapoingiza mkono mdomoni mwa mamba na kuchukua soltepu, mamba anaamka na kutaka kumng'ata, lakini Dei anakwepa. Anakimbia kwa koi na kubandika kipande cha koti kwenye jeraha kusimamisha damu. Kwa kutumia ndoo iliyokuwa chini ya bwawa, Dei anapata maji kidogo na kumnywesha Koi. Mamba anapokuwa amejisahau, Day anajaribu kufungua tundu la maji, lakini mfuniko hautoki. Anarudi kwa Koi na kugundua mkufu wake ni wembe, hivyo anauchukua. Anapogeuka, mamba yuko juu ya tundu la maji. Anatumia soltep kama mjeredi kumpiga mamba kichwani na hatimaye mamba anaondoka baada ya kupigwa jichoni. Sasa anatumia wembe kama bisibisi kufungua screw na kutoa mfuniko. Ndani anaona mifereji na kujiuliza kama atatoshea anaenda kumtazama Koi na mamba. Anatumia nafasi hiyo kujificha kwenye mifereji. Day anakaa kusubiri mamba atoke, lakini hatoki. Siku zinasonga, Day anajaribu kila njia, inashindikana. Anang'oa sehemu ya ukucha uliovunjika kwa meno yake kwa maumivu makali. Koi anapata homa kali, hivyo Day anaamua kuingia kwenye mfereji. Anatembea na kusikia mamba yuko karibu, lakini hamfuati. Mwisho wa mfereji anakuta mfuniko mwingine na kuingia eneo lenye ngazi anapanda juu na kukuta mfuniko mwingine umefungwa kwa nje. Anapiga kelele na kukatishwa na Laki akibweka. Anaona kwenye kioo kwamba mamba amerudi bwawani kumfuata Koi. Dei anawahi kurudi, anamkamata mamba mkia na kumrusha ukutani. Anatumia fimbo kumlinda mpenzi wake hadi mamba anaondoka baada ya kupigwa jichoni. Koi anaamka na Dei anamwambia kilichotokea na kwamba anajua kuhusu mimba wanakumbuka mazungumzo ya zamani ambapo Day anataka mimba itolewe kwa sababu ya ugumu wa maisha, lakini rafiki yake alimkumbusha kuwa ni dhambi na kinyume cha sheria. Day anamkumbatia Koi. Usiku upepo unadondosha kikombe chenye uzi, Day ana kidaka. Koi anashika kikombe cha pili na wanawasiliana. Koi anasema ana njaa, mara Laki anasikika akila ile pizza. baada ya kufokewa, Laki anadondosha boksi la pizza bwawani, wanakula mabaki kidogo yaliyobaki. Koi analia kwa furaha maana alikuwa akitamani kula pizza na Day. Siku inayofuata Laki anadondosha paipu bwawani, maji yameisha na joto ni kali. Day anaandika msaada chini kwa kutumia salt tape. Anazima kwa kizunguzungu. Usiku Koi anamwamsha na wanasukuma sofa ili wakae na kujikinga. Koi anasema mamba ni jike kwa sababu alimwona kitaga mayai. Mvua inanyesha na wanakinga maji. Siku ya nne, mamba anapojaribu kumkaribia Dei aliyezimia anakanyaga koti na kutumbukia kwenye mfereji uliokuwa mtego. Dei anamsukuma mamba ndani zaidi na kufunga mfuniko, kisha wanaweka sofa juu yake. Wanapika mayai ya mamba kwa kutumia jua na miwani, wanakula kwa kugawana. Usiku anajaribu kupanda kwa kutumia sofa liliyosimamishwa, lakini hawafiki ukingoni. Dei anapanga kumwachia mamba arudi bwawani ili wao wajifiche kwenye mifereji. Koya anagundua sanamu ya mtoto kwenye kisanduku cha muziki haipo na Dea anakiri kuitupa. Hii inazua ugomvu kuhusu kutoa mimba na Koya anampiga kibao. Asubuhi wanatoa sofa na mamba anatoka. Mamba anakuta maganda ya mayai yake tu na kumkimbiza Dei. Dea anawahi kuingia kwenye mfereji. Usiku, Dea anaumwa sana kwa kukosa insulin. Anajaribu kuvuta sindano aliyoiacha nje kwa kutumia waya lakini inavunjika. Akiwa anatafuta kisanduku cha muziki anabahatika kuokota mkoba wake wa insulini ulioangushwa na bosi wake. Anajichoma na kupata nafuu. Wanaona parachuti yangani. Dei anakimbia kupanda ngazi kwenye kile chumba kingine, lakini hasikiki. Akirudi bwawani, anagundua parachuti ni toi tu. Upepo unaleta waya wa sengenge ukingoni mwa bwawa. Dei anajaribu kupanda waya huo na kuumiza mikono. Waya unachomoka na Dei anaanguka, anavunja mguu. Siku ya sita anafunga mguu wake kwa fimbo na saltep mamba anamng'ata mguu. Day anampiga na, na ndoo. Mvua inajaza maji kwenye mfereji alipokoi. Day anamrushia sofa mamba na kumfungia tena, kisha anaingia kwenye mfereji. Njia ya koi imeziba, hivyo Day anatafuta njia nyingine na kugundua tundu lingine, analitoka na kugundua yuko kwenye bwawa la pili na kuangua kilio. Siku ya saba, watu wawili wanakuja kuchukua toy ya parachuti na kuweka ngazi. Wanaona damu na soltepu, lakini wanadhani ni sehemu ya upigaji picha. Dei anachelewa kuwafika na wanapoondoka, mamba anatokea na kuzuia njia ya kufikia ngazi. Maji yanajaza kwa Koi. Dei anafunga mkono wake na shati na waya wa sengenge, anateleza na mamba anamkamata mguu. Dei anampiga mamba ngumi na mkono wenye sengenge. Mapigano yanaendelea, Dei anaona Koi karibu kufa kwenye kio na kupata nguvu, anavunja mguu wa sofa na kumchoma mamba jichoni. Kwa bahati mbaya, ngazi inaangushwa na maji, mamba anamjeruhi Dei vibaya tumboni. Koi anapata filimbi na kupuliza. Laki anabweka na kujaribu kuruka bwawani, lakini mnyonjoro unamvunja shingo na anakufa huko akining'inia. Dei akiwa na hasira anachukua paipu na kumchoma mamba mdomoni hadi kwenye ubongo na kumuua ili kumwokoa Koi. Dei analazimika kutumia mwili wa Laki kupanda juu ya bwawa. Anamshukuru mbwa wake na kumuacha anguke ili apande kwa mionjoro. Anakimbia kwenye tundu la pili na kutumia paipu kulifungua. Paipu inakatika na Dei anaanguka, lakini anachikilia ukingo anajikokoa na kuruka kwenye maji ya mfereji kumwokoa Koi. Anamvuta nje na kumpa huduma ya kwanza ya pumzika kwa pumzisho. Mwanzo Koi haamki na dei analia, lakini mayo yake anamwamsha na wanakumbatiana. Hakikisha umesubscribe na kuwasha alama ya kengele ili uweze kutazama videos nyingi zaidi kali kama hii.